Changamoto hazipoteze imani wala zinaje, zinajenga. Hiyo ni pointi ya kwanza. <laughs> Changamoto hazipoteze imani bali zinaje, zinajenga. Usiishi kwa kuona hapana, bali kwa kuami, kwa kuamini. Usiishi kwa kuona bali kwa kuami, kwa kuamini. Shalom, shalom, shalom. Kama hujapata salamu yangu, salamu ndo hiyo. Na siku ya leo tumerudi. Mala nyingi nyingine nimetanguliza na wantutili, lakini nimekuambia kama utasikia salamu yangu ni asalamu alaykum arahmatullahi wabarakatu ama shalom, shalom, shalom ama amjamboni wenye tuko na neno na ulimwengu wa mile wa milele. Leo nimerudi kwa mara nyingine kwa hii channel hii kwa kukujuza ama kukutambulisha ama kwa kukufunza ama kwa kukuelimisha nguvu ya imani. Hmm. Najua hutaelewa imani, lakini inafaa inafa ukue na nguvu ama ujue nguvu ya imani. Ati kwa nini? watu wengi unasikia hana imani na wewe, ama sina imani kwa kwako, ama mutakwambie kitu ngambie imani hiyo si sina. Je, kwa nini unasema huna imani kwa mtu fulani? Ni kwa sababu ya kitu kumo, kimoja ama mbili ama tatu: nguvu na fikila na neno na, ima, na imani hizo vitu, hapa nafaa utilie mstari: fikila, neno, imani. Hizo vitu tatu, kama huna kwa ndani yako, utakuwa na mabadiliko ama mafanikio kwa mambo yako yote, ama kwa mambo ya hapa napa na pale. Kwa nini nakwambia nguvu ya imani ni kitu ya kwanza? Inafaa uju ujue baada ya fikila na neno imani ndio inafua inafuata. Kwa nini wakwambia hivi? Matendo yote bila imani ni bu ni bule. Kwa nini wanakwambia matendo yote bila imani ni bu ni bule? Kwa sababu moja tu, inafaa waamini kitu ndo imani ndo musingi wa kila ki wa kila kitu. Ukishaamini unasema eme, emeni na inatende, na inatendeka. Ju walisema ya kwamba kama mutaamini mutaambia, mutaweza kuhamisha mulima utoke hapo uwende upande mwingi mwingine. Na ni mulima sasa, sasa imagine mulima Kilimanjaro ati sasa, umeenda pale, umeamini, unawaambia, unaambia mulima toka hapo, uende Kalimajongo <laughs> Atakuona we mwenda wazimu nini? Naona, lakini uko na imani, udasimama kama Yesu Kristo, Isa bin Maryam. Walimwambia, walimpeleka juu kwa mulima, ugifanya hivi vote ile, ile yote itakuwa ni ya, ni yako. Aliwaambia nini? Akawaambia imeandikwa hivi, usijaribu ala Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. usimjaribu usimujaribu, bola mwami mwamini, na yeye atakuwezesha kila kila kitu, atakuwezesha kwa kila jambo, kwa kila jambo so kwa nini hiyo inakuwa vice versa na vile zingine zote? Kwa sababu moja tu inafaa ujue hi hiyo, na nataka unisikize kwa, maki, kwa makini. Matendo bila imani imepote imepotea. Kwa nini imepotea? Hebu nikusomee mistari miwili mitatu kuhusu ima imani. Hebu twende wa Hebu tuende Waebrania 1 11 mstari wa kwanza, kama kuna Bible hapo. Waebrania 11 mstari ya kwanza wanasema nini? Basi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ya imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Yaani, mambo unakuwa na hakika na mambo unataraji unatarajia, maybe itendeke kwako ama itendeke kwa mutu mwingi mwingine, kwa imani itafany, itafanyika. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana yasiyoonekana, sije kama hiyo ya picha kamili. Imani ni mambo ya tarajiwayo, yani, yaani yasiyoonekana kwa nini? mtu atakwambia ti ameona imani? mtu atakwambia ameiona wapi? ameona wapi? Atakwambia nimesikia imani. Imepita wapi? juu ha hatuone kitu inaitwa ima imani. Iko ndani yako, sio kama damu. Utakata mtu fulani ama utajikata ti uone tone la damu? No, ni kitu mejengwa kikamilifu plus neno na fikira ikaunganika kwa, kwa kitu kimoja Uha, uhai. Na ndo maana unakuwa na hiyo imani true neno na inatendeka inatende. Na ewo nikataka nikuelimishe nikijaza hapo kwa imani, nilikwambia kuhusu ne, neno. So kama hujajua neno, rudi nyuma, utaona ne uta, utaona neno tuongelea ni nini, nikakufundisha fi fikila na nguvu ya, na nguvu yake kama hujaona video itangulia, rudi nyuma, itanguriaodnuma uione utaona fi, fikila. Alafu leo nimemalizia kwa, ima, kwa imani, kila kitu yote lazima kuwe na imani, ndio iha, ama itendeke ama ifufi ifufi ifu. kama huna imani, so kuanzia leo jifunze kuwa na imani, maybe kwa kazi yako kwa mambo yako ama kwa matarajio yako ma, nikupea ni mustari wa kumalizia maliko 11 mustari 24 maliko maliko 11 mstari 24 unasema hivi kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo nawaambia nani anasema maliko huyo nakuambia kwa sababu hiyo nawaambia chochote mwombacho mukisali chochote muombacho ama muombacho, mukisali ama kusali na kuomba, ama kusali na kufunga, amini. Nasikia nani? Ile neno la imani, amini. Amini ndani ndani yako ya kwamba mumepokea, nanyi mutapa, mutapata, mumepata. Pointi yangu, amini. Mumepoke, mmepokea <gulia> Amini, amini ya kwamba hauhitaji vitu mingi, utaenda uchukue pesa, ufanye nini na nini. No. Amini. Mumepoke, mumepokea. Nanyi mutapa, mutapata mazao ya, ya maombi ama mazao ya swalale, ya swalalenu. Hiyo ni ima, ni imani pekea, pekea yake. Imani nikongezea pointi mbili ama tatu. Imani ni, kunge, ni, ni daraja kati ya fikira zako na matokeo ya? yako imani ni kati ya daraja lako na matokeo ya? yako. Hiyo ni kitu hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, fikira neno imani hatima yenye ushindi, fikira neno imani hatima yenye nini? yenye ushi ushindi. Nile kitu nimekwambia mapema, uwe na imani, uwe na neno, uwe na fikra nzuri kwa rafiki yako ama kwa mwanako ama kwa mwenye kitu kama hiyo. Utajazia hapo hapo tu fikra yoyote kwako, kwa, kwa mwanao lazima, ama kwa mwenye imani ama kwa mwenye mamlaka yoyote Ukiamini watenda kitu fulani watakutende, itatendeka kwa ajili ya, ima, ya imani. Si lazima uende mahali fulani upige kelele, nina nini no, kuwa na imani kitu, ukiombe unene kwa ulimi wako, kwa mdomo wako, na imani itatende itatendeka. changamoto, changamoto hazipoteze imani Changamoto hazipotezi imani, zinaje? Zinajenga. Naona changamoto hazipotezi imani, wala zinaije? Zinaijenga. Hijalishi unapitia changamoto ya ndoa, unapitia changamoto ya familia, unapitia changamoto ya dunia, unapitia changamoto ya lendi, yaani unapitia changamoto yote unapitia kwa hii dunia Hipotezangi imani kwa nini? Imani iko ndani ya ndani yako, maybe upoteze uhai, ndio ufanye nini ndio upoteze ima imani. Sa, changamoto zote tunaona sasa, ina maana zinaje, zinajenga ima imani. So inafupitia changamoto mingi, ndio imani kuwe juu zaidi zaidi, hujali ah, ama hijalishi ni mchawi mgana amekupitia ama ni uchawi fulani umerushiwa, no, hizo zote ni showe, zinakuja zinajenga imani ya ushi ya ushindi. So kama umejua hilo, atekongezera mwisho. <laughs> usiishi kwa kuona wala kwa kuami, kwa kuamini. Petro, Petro alimwambia nini kuhusu Yesu? Majibu yake kama unayajua, enda section comment uniambie. Petro alifusema hivi mara ngapi kwa ye, kwa Yesu? Alafu na alafu na Pilato, alisema nini kuhusu ye, kuhusu Yesu? Alisema damu yake isifanye nini? Kama unajua jibu enda, enda, comment section uniandikie jibu hapo, ndo hii mujadala iendelee wa, ima, wa imani. So usiishi kwa kuambiwa ama kwa kuona, hapana. Ishi kwa kuamini, ndo kila kitu yote itakuwa, sa, itakuwa sawa. inavuja kitu kingine nikimalizia, kama unapanda mbegu huo ni matunda siku hiyo hiyo. Kama mepanda mbegu mahali umepanda mahindi, umepanda, umepanda maembe ama umepanda mbegu yoyote, huwezi ona matunda siku hiyo, lakini unaamini itamea. <coughs> Nasikia sasa, kama umepanda mbegu mahali popote, hupati matunda siku hiyo hiyo, no, hata kama ni mahindi, hata kama ni nini, lakini unaamini itamea ndovu ndovune, naona unaamini itamea ndovune. Matunda ya matunda yake maybe kwa mwezi moja ama kwa mwezi mbili, kwa miezi mbili ama kwa miezi tatu ama kwa miezi si, kwa miezi sita. Sasa na hivyo hivyo ndo maisha yetu inafaa ikuwe ndo maisha yetu. Kama mbegu unapanda ukivuna leo ukivuna kesho keshu, huwezi panda leo na uvune leo no, unapanda leo na uvune kesho ama kesho ama kesho huku. Kama hujavuna mbegu zenye ulipanda, unajua siku yake bado hijaf hijafika. Ndio maana nikimalizia, inafaa ujue ya kwamba wanasemanga tenda mema na uende za na uende zako, siyo, siyo tenda mema upate milioni zako. No, tenda mema na uende za zako. So kwa siku ya leo sina mengi ya kukuangazia, ama ya, ama ya kukumalizia, ama ya kukujenga. fikila yangu tu ikwatakujue kitu kinaitwa imani na kitu ingine ukuwe na, ima, na imani juu leo a mafunzo tatu yangu ninamalizia hapo, wacha tukutane kwenye video inayofuata. Hii ni neno na ulimwengu wa milele aele, nimekuambia jambo moja tu, nafaa ufanye ni kusubscribe na kushare, juu hii imani yetu kama hii mitazamo yetu iende mbali na isaidie watu wengi zaidi zaidi. Kwa nini nakwambia hivyo? Dunia saa hii si dunia ya kina mama dunia ya kina baba zetu si dunia ya kina guka zetu, sai ni dunia ya digital, ama wengi huita dunia ya Gen Z. Kwa nini? mimi na wewe tunafanya nini? Tunaondo, tunaondoka lakini watoto wetu wak kunyuma yetu, je, tutawaachia nini ama utawawachia nini? ndio kitu na wewe inafukai chini uanze kufikiria kwa, kwa ajili ya leo, sio kila kitu nakuwa na kisilani ama nafanya nini na nini? Ama kila kitu nafuata dunia vile iko no? Video inafuata nitakuelezea dunia sasa iko mikononi mwanani, na iko wapi na inaelekea wapi na imefika wapi? We, cha muhimu ni kunifuata tu nyuma kwa hizi dokwe, karibu na video yenye inaku, inakuja. Chao chao, aki barika.